Aekaaiai kenye madhabahu yangu madhabahu iii, nimetoka nayo mbali mimi. Sija kuambia uje hapo ufundisha habari za sadaka, sawa huyu? Utakuwa ufundisha habari za watu kupokea roho Mtakatifu na kuachana na dhambi, sio habari za sadaka unafundisha. Sadaka, sadaka, sadaka ndo nini changa ili bana. Kumbuka, kumbuka kwamba neno la Mungu linatoka kwa Mungu, linapitia kwa mtumishi. Kinywa cha mtumishi kinapokea maneno kutoka kwa Mungu, ndipo naweza kutoa. Siwezi nikafundisha mwenyewe. Roho Mtakatifu alikuwa ananiongoza kutoa maneno haya. Kama wewe umeona kwamba ili neno halifai ni wewe, mimi nakwambia aje? Sasa nauli sitakupa nenda, siwezi kukupa nauli kuja kufundisha meza matuli kanisa hili. Baba bado changa, bado changa kabisa. Napokuwa kwenye giza